Katika taarifa zetu za baadaye kwengine, kwa washukiwa wanne wa uhalifu wamekamatwa katika operesheni ya polisi iliyolenga genge la wizi wa simu katika eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa walipatikana na simu nyingi za mkononi zinazoshukiwa kuwa za wizi. Simu zilizopatikana zinakadiriwa kuwa na thamani ya maelfu ya pesa. Maafisa wa upelelezi wanaamini kuwa kundi hilo limekuwa likinyang'anya watu simu kwa kutumia pikipiki na kutoroka mara moja baada ya tukio. Watuhumiwa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri wakisubiri kufikishwa mahakamani. Polisi wanasema msako unaendelea kuwatafuta washukiwa wengine wanaohusishwa na uhalifu huo. Wanafunzi wa shule ya wavulana ya Mbale katika kaunti ya Vihiga wameandamana na kuteketeza shule hiyo usiku wa kuamkia leo. Wanafunzi hao waliharibu vifaa kadhaa vya shule kwenye maandamano yao wakilalamikia uongozi wa shule hiyo. Wazazi waliofika kwenye shule hiyo walilaumu vurugu hizi, wakitaka uchunguzi wa kina kufanywa kubaini chanzo halisi cha ghadhabu za wanafunzi. Wanafunzi kadhaa wameripotiwa kujeruhiwa. Tumejaribu kupigia walimu wa darasa lakini hawapokei simu. Sasa ndio maana tumefika hapa ili niweze kujua mtoto wa ndugu yangu eh, ako wapi na maybe what is the condition yenye ako ndani saa hizi. Unaweza uza ng'ombe unapeleka mtoto shule, lakini unaona kama shule iko hivi. Sisi wazazi hata tukiwa nyumbani watoto wanatushinda, tunaona saa zingine tupeleke shuleni, at least walimu watufunze tena, wanaturudishia watoto. Wanasema watoto wame, wameharibu shule. Unajua kama mzazi umechukua mtoto umepeleka shule alafu usikie kuna sintofahamu ama hali ya taharuki kama hii, hata usiku huo kama mzazi unakosa usingizi. Tumekuwa kwa hali ya kuangaika usiku huo mpaka jinsi kumefika asubuhi, tukatoka tuje tuone wana wetu. Nilipokea simu saa tano usiku nikiwaambia Mbale Boys is on fire. Nilishtuka sana, ndiposa nimeamua asubuhi mapema nikaraukia. Sasa nimekuja, kwa bahati mzuri nimepata mtoto ako in safe condition, lakini wale wenye wako hospitali